Twapendwa familia ya Mungu, tunaendelea eh, kusherekea fumbo la wokovu wetu, tunaendelea kumshuhudia Kristo aliyefufuka, tunaendelea eh, kumuomba atuimarishe katika imani yetu, atupe amani katika maisha yetu atupe amani katika mioyo yetu, atupe amani ambayo itunda ufufuko katika maisha yetu na wafuasi wetu. Katika somo la kwanza, tunaendelea kushuhudia nguvu ya ufufuko wa Yesu katika wanafunzi wake au wafuasi wake, wanaendelea kumshuhudia Kristo na kulina juu ya kweli wake Yesu ambaye walimuua kwa sababu ya dhambi zetu. Yesu ambaye tulimuua kwa sababu ya dhambi zetu, Baba alimfufua siku ya tatu, na haya ndiyo wafuasi wake wanatangaza kuonyesha kwamba kweli Kristo amefufuka na yeye ni nguvu yetu yeye utumaini letu, yeye ni msaada na uhai wetu. Bila Kristu mfufuka hatuwezi kusula mbele kutangaza habari njema ya wokovu. Kwa hiyo ufufuka wa Kristu ni nguvu yetu, ni uhai wetu, utumaini letu katika maisha mapya, kama napasaka ya kwenda kutangaza habari njema ya wokovu katika ulimwengu wote kama vivo anavifanya wafuasi wake wakiendelea kushuhudia vifuko wake katika sehemu mbalimbali na katika watu mbalimbali. Tunaposherekea siku ya leo Dominika ya Huruma ya Mungu, Mwenyezi Mungu akupe neema akupe huruma yake, uzidi kushuhudia makuu yake na kutenda miujiza katika maisha yake, kama alivyowawezesha wanafunzi wake kwa nguvu ya ufufuko wake, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu waendelee kumshuhudia na kutangaza habari njema ya wokovu. Katika somo letu la pili kutoka kitabu cha Ufunuo tunaona tena nguvu ya Yesu ambaye yuko hai, Yesu ambaye Yohani anatuambia katika siuaraaikakabake kwa Wakristo wote katika ufunuo wa Yohani kwa viashiria kwamba Yohani atuambia juu ya habari za Yesu Kristo aliyefufuka. Tunaona mfalme aliyevaa kanzu na dhahabu kuonyesha ufalme wa Kristo. Tunaona vinara saba kuonyesha kanisa la Asia ya ndogo anile na kanisa saba ya Asia ndogo na tunaona sherehe ya kuonesha kwamba Yesu alifufuka, yu hai, yu pamoja nasi, kama tunavyosoma katika katika somo letu la kwanza. Tunaambiwa vizuri sana katika somo letu la pili, nami nilipomwona nalianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa, akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema, Usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai; nami nalikuwa nimekufa, na tazama, ni hai hata milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Basi niandikie Eh, yaandike mambo hayo uliyoyaona nayo yaliyopo na yale yatakayokuwa baada ya hayo. tumsifu Yesu yeah. Kristo peso liyo hai i pamoja nasi. Yeye ni mwanzo na mwisho, yeye ni alfa na omega, yeye yataishi ngeli yote, matumaini wetu katika maisha yetu na wafuasi wetu katika somo la Injili Yesu anawatokea tena wanafunzi wake wakiwa katika chumba, anapowatokea wanafunzi wake na wafuasi wake, kwa sababu alikuwa na hofu kubwa sana baada ya Yesu Kristo kufufuka. Unajua kwamba Yesu amekuwa akiwatokea wafuasi wake katika sehemu mbalimbali, katika mazingira ya tofauti, anaendelea kuwatokea mara kwa mara. Kujiuliza kwa nini Yesu sio anawatokea wanafunzi wake na wafuasi wake mara kwa mara. Kuna jambo anataka kuonesha wanafunzi wake. Kwa nini anawatokea na mara kwa mara? Kwa sababu anataka kudhihirisha kwamba yeye amefufuka kweli kweli, yeye yuko hai, yeye yuko miongoni mwa wafuasi wake, wanafunzi wake, na yuko miongoni mwetu bila yeye hatuwezi kusonga mbele, bila yeye wanafunzi wake aweze kwenda kuhubiri habari njema, kwa sababu Yesu, kwa kuwapokea anawapa amani katika maisha yao, amani katika mioyo yao, amani katika utendaji wao, amani katika ushumi ambao ataenda kushuhudia katika mazingira mbalimbali ambapo Yesu alitamani wao waende juu ya ufufuko ya Yesu Kristo, kwa sababu kuna wengi wanapinda juu ya ufufuko wa Kristo. Kwa maana watuke wanafunzi wake, kwanza awaimarishe, anawaimarisha kuonyesha kwa kuwa anaishi na ni mzima, wafufuka imani yao warudishia. Wanafunzi walikuwa na hofu, waimarisha kiroho, maana amvua Roho Mtakatifu. "Pokeeni Roho Mtakatifu", mamambishiya uzima wa Mungu uzima wa Yesu aliyefufuka kutoka wafu, wapokee Roho Mtakatifu. Baada ya kuwavuvia kuwavuviya, atakaoimarisha katika utume wao, utume wa kumshuhudia Kristo ifufuka katika maisha yao ya kila siku. Pia anawapa ujasiri na nguvu mpya ya ufufuko ujasiri wa kiimani, ujasiri wa kutepea imani yao, ujasiri wa kushuhudia makuu ya mwenyezi Mungu anayotenda katika maisha yao ya kila siku, anayotenda katika maisha yetu kila siku. Nasi kama abatizwa, watu wa zizuko, baada ya kupewa roho mtakatifu, tunatumwa kwa ushuhudia ufufuko wa Yesu bila kuogopa. Na kisha kaambia amani iwe kwenu. Maana yake amani ni uwepo wa Yesu katika maisha yetu, nguvu ya Yesu katika maisha yetu, ni neema ya Yesu katika maisha yetu. Anatupa uwezo wake sasa tukiwa tumetulia kiroho na kimwili kumtangaza kwamba amefufuka na sisi tunashiriki katika ufufuko wake kwa kutangaza makuu ya muujiza wa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu maana wanafunzi wa Yesu wanapata nguvu ya kwenda kumtangaza weyi mfufuka, na katika kutangaza Kristo mfufuka wanaona miujiza mbalimbali, watu wanafuata, wanaona wee, kweli ni mfalme, nabii anakuja kwetu, aliwavika wengi

naposherekea fungu la akizi wetu kwa huruma ya Mungu, Kristo anafunga kwetu kwa huruma ya Mungu, Kristo amekufa kwa ajili yetu sisi. Kwa huruma ya Mungu, Kristo amefufuka kwa ajili yetu sisi, na kwa huruma yake anatupa amani na kutangaze habari njema ya na wokovu akiini muma leo mtakatifu anayekimalisha akiweze kushuhudia na kuwa mwenyezi Mungu

na kuweza sasa kumshuhudia na kuamini kweli anafufuka. Wakiwa sisi watu wasisigo si watu wa imani katika Kristo o Mwenyezi Mungu, wakteliya madima tuweze kushuhudia imani hiyo kweli kwa matendo yetu, kwa kuishi makakwa ya Mwenyezi Mungu, kuishi ahadi za Mwenyezi Mungu vizuri, kuishi ahadi za Mwenyezi Mungu ambazo kwa kabatizo wetu e tuweze kwa nguvu zote kalema za Mwenyezi Mungu kumshuhudia katika maisha yetu ya kila siku katika imani yetu ya kila siku katika parokia yetu, katika familia zetu na popote pale ambapo tunakanyaga, tuhakikishe kwamba nguvu ya Yesu Kristo ifufuka unatuwezesha tuweze kumtangaza yule Kristo bila kuogopa na kumshuhudia katika maisha yetu ya kila siku. Wewe Mtakatifu atuimarishe, wewe Mtakatifu atupe nguvu ya kutembea kama wanapasaka.

Dugu zangu tumuombe Mungu Baba mwenyezi asikilize kwa wema sala zetu kwa jina la Yesu Kristo Mwanawe. Ee Mungu Baba mwenyezi, tunaombea viongozi wa kanisa lako na hasa wale wanaohusika na msatatu wakumbaa aaaaii mingine wajalie kufanya kazi yao kwa kaaiimpele Bwana wanakoa sikie mpao mwenyezi yesi, unaiombee nchi yetu ya Tanzania, rais na viongozi wa zamizii waweze kutuongoza vyema, hata tunapoelekea katika kipindi cha uchaguzi, wadumishe amani, haki na umoja. eeanakusikie ne Mungu tusaidie tuwe na umoja wa kweli kama ule wa mitume, ili ishara na maajabu ya imani yetu yaonekane miongoni mwetu. Bwanami umutaba, tunakuomba ukujalie mioyo ya shukrani, fadhili nyingi unazojalia. Ee Bwana, ee Bwana, ee Bwana Yesu, tujalie kuwa mashahidi wa imani hata katika mateso, kama Yohana Josima, simama imara kupitia nguvu za roho mtakatifu. Ee Bwana, tuombe na tusikie. Ee Mungu Baba mwenyezi, tukamwombea Baba Mtakatifu Fransisko uliyemwita kwako, pamoja na marehemu wote, waidalie pumziko la amani kwa huruma yako. Ee Bwana, tuombe na tusikie. Ee Mungu uliye makinile na nguvu Yesu asili yawema vose